Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu ya jijini Dar es Salaam leo imeanza tena kusikiliza shauri la kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lissu katika wakati ambapo kesi hiyo imeanza kumulikwa kimataifa. Kesi hiyo ambayo hapo awali iligubikwa na matukio kadhaa ikiwa ni pamoja na watu kuzuiwa kuhudhuria mahakamani kusikiliza kesi hiyo pamoja na mshtakiwa kugomea kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao, leo mambo ni tofauti, waliojitokeza ni wachache japo usalama umeimarishwa. Tarehe sita ya mwezi wa tano mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Dar es Salaam inayokaa hapa Kisutu, shauri la kesi ya, ya uchunguzi dhidi ya jamhuri e, dhidi ya Tundu Antipas Lissu limetajwa lime, mbele ya akimu mfawidhi e, Franco Kiswaga ambapo itakiwa e, kwamba kesi iweze kuja kwa ajili ya kupata kwa ajili ya kwa kutajwa. Ilichotokeza tu ni kwamba mteja wetu Tundu Antipas Lissu yeye akutokea aku katika mahakama ile ya, ya kule gerezani kwa sababu ambazo alizoziainisha wazi kwamba yeye anataka kesi isikilizwe kwa njia ya yeye kuletwa mahakamani moja kwa moja na kukuwa katika mahakama ya wazi na sio katika mahakama ya mtandao. Katika hatua nyingine, mawakili wa upande wa Lissu wameutaka upande wa serikali kukamilisha upelelezi mapema kwa kile wanachodai kuwa hakuna sababu ya msingi inayokwamisha upelelezi huo na kuifanya kesi hiyo kuwa na mlolongo mrefu. Upande wa mashtaka umesema kwamba uchunguzi wa shauri hili haujakamilika, na ukumbuke hii ni kesi ambayo ni ile ya uwaini. Sasa uchunguzi haujakamilika, mbali ya kwamba uchunguzi, kesi nzima inaegemea katika maneno ambayo mteja wetu Tundu Antipas Lissu anadaiwa kuwa aliyasema mnamo tarehe tatu ya mwezi wa nne mwaka ishirini ishirini na na, na, na, na, na tano. Sasa upande wa utetezi tulikuwa tunasema kwamba madhari hoja nzima zilizoko hapa mahakamani zinahusiana na eh, na kwamba upelelezi haujakamilika lakini inahusika maneno ambayo yameleta mashtaka ni yale, yambayo, ma, yale yatamuka, ni ambayo maneno ambayo alitamka ndio ambayo kwamba ileta mashtaka hayo ya kesi ya uhaini. Upande wa utetezi tunasema kwamba tumemweleza hakimu kwamba kwa kuwa kesi nzima inahusiana na maneno yaliyotamkwa hakuna cha kuchunguza cha, cha, cha, cha zaidi kuhusu mtuhumiwa kufika mahakamani, mkuu wa gereza Ukonga, kamishna msaidizi wa magereza Juma Mwibako amesema mtuhumiwa ameendelea kusimamia msimamo wake wa kutoshiriki kesi hiyo kwa njia ya mtandao. Mbali na kesi hiyo kusikilizwa ndani ya viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, Bunge la Umoja wa Ulaya linatarajia kukutana kesho Mei saba katika kikao cha dharura ili kujadili kesi hiyo. Mwenyekiti Tundu Lissu anakabiliwa na kesi mbili: mosi, kuchapisha taarifa za uongo mtandaoni; pili, ni kesi ya uhaini, kosa ambalo linaweza kumtia kitanzini endapo atakutwa na hatia. Kwa mujibu wa uendeshaji wa shughuli za bunge la Ulaya, baada ya mjadala wa kesi hiyo, wabunge watapiga kura na kutoa azimio la pamoja <tune>